ya kuyatengeneza kwa Wasabato. Mfano, tutataka kujua ni lini Wasabato walipata hiyo eneo, nakala sizipo kabla hajaongea. Ile ajenda naomba asome, asome, mkasikilize kwa makini kuhusiana

E ia kuikubali hukumu au kuikata na mimi nashauri kwamba kama kanisa inaona ile iko zuri inawezaaakaashiajak kama kuna Dr. Samia Suluhu Hassan ametusisitiza kutatua changamoto za wananchi. Changamoto za wananchi mojawapo ni migogoro. Kwa mama, mimi kama kiongozi nimechukua jukumu hilo la kusikiliza pande zote mbili na kulifuatilia kwa kina ili kusudi migogoro iishe na wananchi waendelee kufanya shughuli zao za amani na wawe na makazi bora yasiyokuwa na migogoro. Baada ya kusema hayo, kushukuru pende kushukuru Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu ats nzira nyingi na mimi mwenyewe diwani na viongozi wa kiserikali wa mitaa kwa kuendelea kuonyesha ushirikiano ili kusudi nchi yetu inaendelee kupata kuwa na amani na wananchi waendelee kuwa na amani na wafanye kazi zao kwa amani sana. Asante sana.